Habari za wakati huu tena, mfuatiliaji wa Kankono TV. Karibu tuangazie kile kilichojiri ulimwenguni. Na wakati huu moja kwa moja tuelekee huko Mashariki ya Kati. Baada ya mashambulizi ya Israel huko Iran alfajiri ya leo, kisha kufuatia na tamko kali la kisasi kutoka kwa kiongozi mkuu wa serikali ya mapinduzi ya kiislamu ya nchini Iran, Ayatollah Al Khamenei, hatimaye wakati huu dunia inashuhudia mapigano makali baina ya Israel na taifa la Iran. Vikosi vya kijeshi vya serikali ya Iran hii leo vimeanza kujibu mashambulizi dhidi ya Israel baada ya kutolewa tamko kali na Ayatollah Al Khamenei. Iran siku ya leo ya Ijumaa imeanzisha mashambulizi kwenda kwa kurusha ndege zisizokuwa na rubani takribani 100 huku Iran ikisema kwamba huo ni mwanzo tu. Mashambulizi yataongezeka na kwa ukubwa zaidi. Kwa upande wake, msemaji wa jeshi la ulinzi la Israel IDF brigadia general Elfie Defrin amethibitisha kurushwa kwa makombora hayo mia moja na amesema kwamba jeshi la Israel lipo katika mchakato wa kujadungua makombora hayo yanayoendelea kurushwa kwa kasi kupitia ndege zisizokuwa na rubani. Hata hivyo, kamanda huyo amesema kwamba makamanda kadhaa wa Irani waliuawa kwenye shambulizi la alfajiri ya leo, hivyo anaona kabisa kwamba Iran imechukizwa na kitendo hiko. Pia kamanda huyu anasema kwamba njia pekee ya kukabiliana na hali hii ni kuendeleza mashambulizi tu, huku tahadhari mbalimbali zikitolewa kwa wananchi wa taifa la Israel. Mfuatiliaji wa Kankono TV, bado hali katika mashariki ya kati siyo nzuri hata kidogo, na ili uweze kufahamu kila kinachoendelea, basi endelea kutufuatilia Kankono TV, lakini usisahau kusubscribe, kulike pamoja na kushare ili uwe wa kwanza kupata taarifa kutoka ulimwengu mzima. Naitwa Ramadhani Fupi.